Habari za wakati huu, mpendwa mtazamaji, karibu wa hewa, langu, kwa utabiri wa hali ya hewa. Jina langu ni Joyce Makwata na tuanze kwa kuangalia mifumo ya upepo ambapo upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa maeneo ya ziwa Victoria, wakati maeneo ya kaskazini mwa ziwa Tanganyika upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Ukanda wote wa pwani, maeneo ya ziwa Nyasa pamoja na kusini mwa ziwa Tanganyika upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa, na mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania imetoa angalizo la matarajio ya kupata vipindi vya upepo mkali katika maeneo yote ya ukanda wa pwani, maeneo ya ziwa Nyasa pamoja na kusini mwa ziwa Tanganyika. Hivyo tahadhari za mapema zichukuliwe kupunguza athari ambazo zinaweza kujitokeza. Mifumo ya anga inaonyesha upungufu wa mvua katika maeneo mbali mbali hapa nchini. Hivyo basi, nyakati za usiku tunatarajia ukanda wa ziwa Victoria pamoja na mkoa wa Kigoma kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua, ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo ya pwani ya kaskazini pamoja na mkoa wa Morogoro kutarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi tu kwa wakati wa usiku. Maeneo mengine ya ziwa Victoria pamoja na mkoa wa Kigoma kutakuwa na hali ya mvua, ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Nyanda za juu kaskazini mashariki, ukanda wote wa pwani makavu kwa ujumla na yenye vipindi virefu vya jua. Na tupate utabiri wa siku nne zijazo katika baadhi ya maeneo hapa nchini. Dar es Salaam kunatarajiwa kuwa na hali ya vipindi vya mvua kwa siku chache. Maeneo ya mkoa wa Dodoma yanatarajiwa kuwa na hali ya mvua kiasi makavu kwa ujumla na yenye vipindi virefu vya jua. Katika mkoa wa Mwanza kwa ujumla kunatarajiwa kuwa na hali ya mvua kiasi makavu kwa ujumla kwa siku nne zijazo. Hata hivyo, mkoa wa Kilimanjaro kwa ujumla kunatarajiwa kuwa na hali ya mvua kiasi na, na makavu kwa ujumla. Maeneo ya mkoa wa Mbeya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na yenye vipindi virefu vya jua kwa siku nne zijazo. Hata hivyo, maeneo ya Morogoro yanatarajiwa kuwa na hali ya vipindi vya mvua kwa siku chache. Katika mkoa wa Arusha kwa ujumla kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla isipokuwa vipindi vya mvua mnamo tarehe ishirini na saba. Kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania tunawazeda kwa siku ya leo. Asante na wakati mwema.